Hello everyone, mambo vipi? Kwa jina naitwa Zuchi msanii kutoka WC Wasafi Label. Na leo niko kwenye unbox au kufungua kwa mara ya kwanza boxi la Wasafi Soap nililoletewa direct kutoka kiwandani na nitawapa comments zangu kuhusu sabuni hizi, mwonekano na kila kitu, nasema za kweli oh, ni zito subhanallah. Hili ndo box limetoka straight kiwandani bado limefungwa fungwa, and tuanze kukata. So hapa ndo tunalo boksi letu tayari, acha tukate utepe. Tunakata utepe, tunakata utepe mm -hmm. Hapa tunavyokata hivi tayari, nasikia harufu ya ndimndimu. Naweza kusema kwenye box, napenda rangi zake. Kama mmegundua, mimi ni mtu ambaye anapenda strong colors. Nimependa the fact kwamba packaging ina re, uh, ina yellow na red, itafanya bidhaa ikiwa dukani iweze kuonekana haraka. So ukiachia rangi ambazo zinavutia kwenye boxi letu, lakini pia tuna picha ya bosi wangu, you know the CEO ambaye ndo kama official brand ambassador Aambay niso hapa unaweza ukaiona clearly hapa, wameandikia fragrance, um, lemon fragrance. Kwa enzangunamie maana yake hii ina harufu ya limao. And obviously mbele huku kuna, kuna, uh, kuna matumizi yake multifunction, maana unaweza ukatumia kwenye mapot ya usafi, lakini pia wameandika wasafi kama wote. What I like the most kuhusu hili box au hii packaging, ukiachia okay, kwamba ina rangi